Yani hawa masingo na mabachela tu ndo ambao hawa subscribe wala hawa ni follow. <laughs> Jamani, watu wengine wagumu. Sasa nyinyi mnasema mabachela masingo, huku mnatongoza watoto wa watu, mnatia mimba watoto wa watu, kweli eti jamani, kweli eh? Yani mnatongoza watoto wa watu mnajita masingo kama we single, kaa peke yako, usiguse watoto wa watu, usitongoze watoto wa watu. Kama bachela, kaa hivyo hivyo. Kwa nini eh? kaa hivyo hivyo bila kutongozwa na wanaume. Si bachela, hautakiwi kuguswa na wanaume wala wanawake. Jamani, hey! hawa watu vipi? hizi ndo kanuni mpya tuwawekee sasa. Hemu kasabskribu, na ukiiwa hapa TikTok hemu gusa follow. Nasema sasa, hapo ndio pabaya zaidi. Maarifa yao wakipeleka huko eh, itakuwaje sasa? Itakosekanaje nchi kuwa na watu masingu? Watakosekana wapi? kwa hamna mabachela, haiwezekani. Yani watu wanahama, watu wote huko, vijana hawaowi. Oh, kumbi, wamehamia TokiToki kuangalia eh? <laughs> yani watoto wa kike wamehamia TikTok wavulana wamehamia TikTok kuangalia maarifa ya watu kuangalia maarifa ya watoto wa kike walioachika. Yaani kule kuna michezo mpaka utajiuliza kweli, vipi? Hawa ndo wanaoharibu uchumi wa nchi. Wanaharibu kwa sababu wanahama huku, wanaachika kwenye ndoa zao, wanaacha ndoa zao, wanahamia mtandaoni. Sasa tumeweka mkakati na mpango wa kuzuia hilo bando halitauzwa, bando halitauzwa. E yeah, mikakati sasa yote tumepanga. Wale watu waliooa huku ndani ya wiki moja, ndani ya mwezi moja wakaachika, wengine wakakimbiwa, maarifa yote wakapeleka TikTok. Tumeweka mpango eh? Kuanzia ya leo, vocha ya kununua mtandaoni hamna. Yani tunamaanisha kiufupi, hakuna bando. Tuone sasa watapeleka wapi maifa yao, a b c d e o u, yani yale maarifa yao ya kukata, kama feni zile za wachina zilizotiwa grisi. Nasema hivi, tutaweka mikakati, hamna kuuza tena bando. Hata ukinunua halinunuliki, utabonyeza kila aina ya batani. Huwezi hey, kupata bando kuanzia leo. Mnaelewa? Hii sasa si hasara kwa ajili ya nchi yetu, hasara hii.